Kijana mmoja anaamka ndani ya lifti ya chuma yenye kutu, hana kumbukumbu kumbu ya jina lake wala maisha yake. Lifti inapofunguka anakutana na kundi la wavulana walioko katika eneo la kijani linaloitwa The Glade, sehemu pekee salama katikati ya maze kubwa lenye kuta za mawe ndefu linalowazunguka. Kila mwezi mvulana mpya na mizigo huwasili kwa njia hiyo hiyo. Hii ni sehemu ya mzunguko ambao hakuna anayeuelewa. Albi, kiongozi wa kundi anamkaribisha kijana huyo na kumwambia kwamba atakumbuka jina lake mwenyewe kadri siku zinavyopita. Newt msaidizi wake anamweleza ukweli wa kutisha: njia pekee ya kutoka ni kupitia maze, lakini hakula aliyowahi kulivuka. Wale wanaoingia lazima warudi kabla ya jioni, vinginevyo wanakabiliwa na vifo vya kutisha mikononi mwa viumbe vinavyoitwa Grievers. Mazingira yanapotulia, kijana huyo anaanza kuonyesha ujasiri wa kipekee anajaribu kuingia kwenye Maze lakini anazuiwa na Gali, mvulana mkali mwenye shaka na wageni. Baadaye, baada ya ugomvi mkali, kijana huyo anakumbuka jina lake, Thomas. Thomas anashuhudia mshambuliaji mmoja wa Maze, Ben, akianguka baada ya kushambuliwa na Griever. Ben anaanza kutenda kama mwenda wazimu, anaonekana kuwa hatari kwa kila mtu. uongozi wa Glade unamfukuza nje, kumwacha Maze kwa sababu ya maambukizi. Baadaye, wakati Thomas anaenda kumsaidia Albi na Minho, wanashindwa kurudi kabla ya mlango kufungwa. Hapo ndipo Thomas anaingia kwenye Maze usiku kwa mara ya kwanza, akichukua hatua ya kijasiri ambayo hakuna aliyowahi kuifanya. Wanapambana na Griva na kwa mara ya kwanza mnyama huyo anauawa. Wanakurudi salama na Gladers wanamwangalia Thomas kama shujaa, lakini si kila mtu anafurahia Gali anaona hatua hiyo kama kitisho kwa utulivu wa Glade. Ghafla lifti inarudi tena, lakini safari hii si mvulana, ni msichana wa kwanza kabisa, Teresa, na anafika na ujumbe wa kutisha: yeye ndiye wa mwisho. Teresa anamkumbuka Thomas, lakini yeye hamkumbuki. Ana sindano mbili, dawa za ajabu ambazo moja inatumika kumponya Albi. Baada ya kupona, Albi anakumbuka sehemu ya kumbukumbu zake, na anasema kwamba Thomas alikuwa kipenzi chao, ikimaanisha kwamba alihusiana na wale waliotengeneza Maze. Minho anamwonyesha Thomas ramani aliyoitengeneza ya Maze, akiwa amechunguza kila kipande kwa miaka mitatu bila kupata njia ya kutoka. Lakini kupitia kifaa cha kielektroniki walichokipata ndani ya Griva aliyekufa Wanagundua kuna njia ya kutoroka inayohusiana na sehemu fulani ya Maze. Lakini usiku huo huo, Maze haifungi; Grievers wanavamia Glade. Maafa makubwa yanatokea; Albi anakufa na Thomas anaamua kufanya jambo la hatari, anajidunga na stinga ya Griever akitumia sindano ya pili kama tiba ili kurejesha kumbukumbu zake. Ndipo ukweli unafichuliwa. Thomas na Teresa walikuwa sehemu ya shirika linaloitwa WCKD waliosimamia Maze kama jaribio. Wote waliokuwa kwenye Maze walikuwa watoto waliopandikizwa katika mpango wa majaribio tangu wadogo. Baada ya mvutano mkubwa, Thomas, Teresa na kundi la wavulana wanaamua kutumia kifaa hicho kufungua mlango wa mwisho wa Maze. Wanavuka wakikwepa mitego hadi wanapofika kwenye kituo cha kisayansi kilichojaa miili ya wanasayansi waliokufa. Kwenye screen, ujumbe kutoka kwa Eva Page wa WCKD unaeleza kuwa dunia imeharibiwa na jua kali na virusi vya akili vilivyoangamiza ubinadamu. Maze ilikuwa jaribio la kuwachunguza wale waliokuwa na kinga ya asili, watoto hawa. Mara ghafla, Gali anaibuka akiwa amepagawa, anampiga risasi Thomas, lakini Chuck anajitolea na kufa badala yake. Minho anamuua Gali kwa mkuki. Baada ya hapo, kundi la watu waliovaa mavazi ya kijeshi linafika na kuwachukua watoto waliosalia kwenye helikopta. Wanapoondoka angani wanaona Maze likiwa katikati ya jangwa kubwa. Kamera inabadilika ikionyesha kuwa wanasayansi wa WCKD hawajakufa, wanatazama kutoka mbali wakisema, Ahau ya pili imeanza. Filamu ya Maze Runner si hadithi ya kukimbia tu, ni maonyesho ya ujasiri, usaliti na udhaifu wa binadamu pale anapowekewa katika mazingira ya majaribio. Ni simulizi ya vijana waliogeuzwa vipimo, lakini waliamua kupigania uhuru wao. Umeipenda hadithi hii? Basi usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki zako wote wanaopenda filamu za kusisimua. Katika video inayofuata, tutaangazia sehemu ya pili ya mfululizo huu The Scotch Trials. Hebu tuambie kwenye comment ungependa kuona muhtasari wa filamu gani nyingine? Mpaka wakati mwingine, kumbuka hata kwenye mezi ya maisha, daima kuna njia ya kutoroka.